ya binti huyo na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega Johni na Edward Christopher Kayuni. Aidha, alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watumiwa wengine walipo au watumiwa wenzake wa kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikia. Kwa hiyo mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hawa askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Charangwa eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye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 alikwenda kuwaonyesha askari kwa huyo mganga ambako alipeleka hicho kidole cha huyo marehemu pamoja na nguo zake za ndani. Sasa wakiwa njiani kuelekea kwa huyo mganga, mtumi wa Marwa Nyahega John, alikupuka ghafla wakati gari ikiwa kwenye mwendo na akajirusha chini kutoka kwenye gari, kitendo ambacho kilipelekea mtumio huyo alipata jeraha kubwa kichwani na kutokana na jeraha hilo, askari eh, pia waliweza tena kumkimbiza eh, katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ili aweze kutibiwa, tuweze kuendelea naye katika mahojiano, lakini kutokana na jeraha lile na kuvuja damu, basi akawa amefariki dunia. Kwa Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na msako mkali kuwatafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine, akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu eh, ya mwili ya, ya, kidole pamoja na nguo za ndani za huyo marehemu, lakini katika upekuzi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 ile binti amekwisha itambua tayari kwamba ndio hii, kwa sababu alitupa description. Lakini pia tulipoipata, tulipowapata hao watumiwa walieleza na hii gari ni mmoja mmojawapo wa watumiwa ambao tumewakamata. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya kufuatia tukio hilo inatoa wito kwa jamii, hasa vijana ambao kwanza ambao wamepata mafunzo ya ulinzi kwenye kipandojeet